Tengwe tusalie huko huko, kaunti nambari mbili ambapo gavana wa Kwale Fatuma Achani aliongoza viongozi wa kaunti hiyo kumwomboleza Raila Odinga katika sherehe za mashujaa katika shule ya msingi ya Tiribe, wadi ya Mkongani huko Matuga. Akihutubia wakazi katika sherehe hizo, Achani amemtaja Odinga kama shujaa aliyepigania mageuzi mbalimbali mbali nchini, ikiwemo siasa za vyama vingi, upatikanaji wa katiba mpya, usawa wa jinsia pamoja na kubuniwa kwa serikali za ugatuzi. Amekuwa mtetezi wa devolution. Leo hii sisi kama wakwale tunajivunia, tumeletewa mashujaa ndani ya Tiribe, tunaweza kuzungumza na navi watu walitetea katiba na katiba ikapatikana na mpaka leo hii tuko na majimbo As you all know yesterday we bid farewell to one of our country's most consequential and impactful son towering statesman a resolute patriot and a, cons a consensual hero the right honorable Raila Amolo Odinga our former prime minister This is the man, the legend, the Pan-Africanist, to whom we dedicate this day, Mashujaa Day. Sisi kama wanamkongani tunaona tumepoteza pia zaidi kwa sababu, nakumbuka hapa kiwanja hiki Raila alikuja akatua hapa akiwa anaenda kumsindikiza shujaa wetu uh, mheshimiwa Chitembe hapa uh, kitengerwa na tulikuwa naye hapa na najua tu watu wa Tiribe, ingekuwa tu angepatiwa muda kidogo tuzike, baada ya wiki mbili hivi, hawa watu wangechanga na wakaenda kule Bondo ili waweze kuenda kumsindikiza uh, Raila Amolo Odinga.